Hakuna cha, hakuna cha ni mwili mmoja. Wewe mama uliolewa, mke wako akiumwa wewe ugui. Sasa we are one body. Asante Yesu kwa sababu sisi kichwa chetu ni Yesu Nahua. Na tabiri kanisa la Kristo linanyanyuka Tabiri kanisa la Kristo linasimamana, yeah! kanisa legelege lege. Sasa kanisa lenye nguvu linanyanyuka. Kama naongea na mtu sema amen. Kuna watu wa hata kusema amen. Shetani anajua anajua paka. Kwa Shetani anakujua sana

faa Mungu hakuna dhehebu, kuna one body, kuna mwili mmoja. Na mimi niliona damu ya Yesu imefunika Tanzania, damu ya Yesu inaleta uamsho Tanzania kuna yeah! damu ya Yesu ikienda mbele yeah! mimi nikuulize kama kanisa wasingeomba kichwa cha Petro kingebaki, yeah! na baada Petro, yeah! kuulize, ya kichwa cha Petro isingekuwa cha Yohana, mimi nikuulize na Yohana wangeenda, kitu gani kingetokea? Nikuambie wewe, inawezekana chachi vichachi vyetu vinaenda kwa sababu ya neema za neema za kinaakira hizo, neema hizo za marehemu kina korona ndio zinatusababisha sisi. Nikuambie, majani ya mahindi yaliyoko chini yanapata maji kutoka kwenye ya juu. Kuna watu wanafanyaga kikao na Mungu wao, wanapata pata tu vinetweki vya kukatika katika. Kuna watu wanamsikiliza Mungu kama wanaposikia redio. Waje nikwambie, the fathers. Yesu alipoondoka alimkabidhi Petro, Yakobo na Yohana church. Huwa kuna watu wanaitwa mababa kwenye nchi spiritual fathers

Tufanye okay. Uwepo wa Mungu. God bless you. Thank you. Tutarudi kumwabudu Mungu kidogo. Sijui kuna watu wanaoshuhuda, shukrani kwa Bwana, hawa watoto kuweka wakfu.